ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry kutokea katika nchi ya Misri. Sasa hofu nyingi imetanda kutokana na baadhi ya nyota wa klabu ya soka Simba ambao wamekuwa muhimili mkubwa wa Simba kufanya vizuri msimu kukosekana kwa sababu ya kuwa na majeraha. Tukienda kuanzia kwa upande wa mchezaji wa kwanza ambaye kwa upande mwingine Simba Sports Club walizokutoa taarifa rasmi ya mchezaji huyo kuumia ni golikipa namba moja Musa Kamara pinpin raia wagine fahamu golikipa huyu, tunaona kwa upande mwingine ni miongoni mwa magolikipa ambao wameonyesha ubora wao katika ligi kuu ya NBC sambamba na kuisaidia Simba katika michuano mikubwa ya kimataifa kuweza kuisaidia Simba kufika hatua ya robo fainali. Golikipa huyu aliweza kupata injury katika mchezo wa Simba dhidi ya Azam Football Club mechi ya mzizimadabi iliyochezwa tarehe ishirini na nne ya mwezi e, wa pili. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine golikipa huyu amekosekana katika michezo kadhaa ambayo klabu ya soka ya Simba wameweza kucheza sasa. Bali ni kwamba goli kipa huyu, habari zilizopo ni kwamba kuna uwezekano mkubwa akarejea kambini na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi ambacho kitakwenda kujiandaa na mchezo dhidi ya Al Masry, kwa sababu ukiangalia hali yake kwa mujibu wa taarifa ni kwamba anaendelea vizuri. licha ya kuitwa katika timu ya taifa ya Guinea, basi Simba wameweza kutuma maombi katika taifa la Guinea kumwomba mchezaji huyu asiweza kwenda katika klabu kwa sababu bado anauguza majira yake. Kwao Simba wanataka kumwona akiwa timamu zaidi, ili kuja kuipambania Simba katika michezo ya robo fainali kombe la shirikisho. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa golikipa Musa Kamara Pimpini akarejea ndani ya, ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, lakini kutoka kwa beki ambaye aliweza kuumia, Che Malone Fondo, beki huyu aliweza kuumia katika mechi ya Simba zidi ya Azam na ikamlazimu shamuka Rabua weza kuchukua nafasi yake Che Malone Fondo. Aliweza kuumia enka, tunaona enka hii imeweza kuwa na kumsababishia majeraha makubwa mchezaji Che Malone Fondo. Sasa taarifa kumuhusu Che Malone Fondo ni kwamba zinasema mchezaji huyu aliumia vibaya enka yake. Kwa hiyo taarifa zilizopo ni kwamba Simba kwa sasa kwa jopo lao la madaktari wanataka kumpeleka katika taifa la Moroko kwa ajili ya kwenda kufanyiwa vipimo zaidi. Taarifa za ndani kabisa ni kwamba kuna uwezekano mkubwa Che Malone Fondo mechi ya Azam ikawa ndio mechi yake ya mwisho kuitumikia klabu ya soka ya Simba msimu huu, kwa sababu taarifa zinadai alipata majeraha makubwa na majeraha haya yatamweka nje ya mpaka msimu utakwenda utakwenda kumalizika, hata kuwa amerejea. Kwa hiyo taarifa zilizopo ni kwamba klabu ya soka ya Simba kwa sasa wanajitahidi kuhakikisha kwamba wanamfanyia recovery mchezaji huyu ili aweze kurejea dimbani kabla ya msimu kumalizika, lakini mchezaji huyu taarifa ni kwamba hatoweza kucheza mchezo wa Simba dhidi ya Almasry na michezo mingine ya ligi kuu ya NBC ambayo imesalia ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Lakini taarifa nyingine ni kumuhusu kiungo punda Mzamiru Yasin Selemba ambaye yeye aliweza kuumia kisigino akiwa mazoezini. Mchezaji huyu tunaona taarifa zilizopo ni kwamba kwa sasa anaendelea vizuri, pindi timu ambapo itarejea eh, kambini kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa Al Masry, basi naye pia atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao watarejea katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Lakini pigo kubwa sana ni kumuhusu Che Malone Fondo ambaye anatarajia kukaa nje ya nje eh, kwa muda mrefu mpaka msimu utakapomalizika. Kwa hiyo hii si taarifa nzuri, hususan kwa sababu ukiangalia ni beki ambaye amekuwa mhimili mkubwa wa kuzuia katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, lakini Simba wana mabeki wengi, wana Hussein Kazi, wana Shamuka Rabwa ambaye naye pia amekuwa ni mhimili mkubwa wa kuzuia sambamba na Braza Kiamza. Kwa hiyo hili ni pigo kubwa, kwa sababu kiangalia iwapo akiumia Shamuka Rabwa, basi kwa upande mwingine, huenda Simba wakaa zaidi. Kwa hiyo tunaona hizi si taarifa nzuri kwa mashabiki wa klabu ya Simba, zaidi ya kumwombea Che Malone Fondo aweze kupona haraka iwezekanavyo.